Mjambo. Kwa majina, ninaitwa kaka Herbert Bing kutoka kwenye Maison Cosmetique uzuri wako ndiyo heshima kwako. Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako inapatikana chini kidogo na Sonas en face na King Shop. Ku Maison uzuri wako ndiyo heshima kwako. Maison Cosmetique, uzuru, uzuri wako heshima kwako, tunakuwa na maproduit mbalimbali, lakini leo tunatafuta kugusia uh, kubunga ya bui watu wengi wanatuuliza bunga ya bui ya Maison Cosmetique inakuwa bunga ya aina gani? Kiukweli, bunga ya Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwa kwako ni maprodui mbali mbalimbali, ni vitu mbalimbali mbali. Tuishazoa produi tunawazia ni mafuta, ni mafruit mbalimbali ama mimea mbalimbali, unaweza kutanamo mahindi, ngano, maragi, mchele, soya, sosoma mbulezi uh, ni melange ya vitu vingi ambayo kuko vingine kusema kwa Kiswahili vinanikoroga. Lakini acha nikuambie, cha kwanza bunga yetu ya bui, tuna ushuda mingi ya watu wenyewe wanatumikisha bunga yetu ya bui. Kitu cha kwanza, inanenepesha. Kitu cha pili, inafanya appetite, mtu anakuwa na apeti ya kukula. Kitu ya tatu, ni bunga kwanza iko safi inatengenezwa vizuri sana eh. kitu kia ine, uh, ile bunga yetu ya bui uh, naliwahi kutana na mtu kwenye taksi ananiambia, kaka, Mungu akubariki, alikuwa nalipewaka sumu nikagonda, nikaribika, lakini kupitia ile bunga yenu ya bui kweli ilinisaidia sana tena sana. Yani, inakuwa naweza kukuomba ufungue eh, mlango pembeni ya hospitali general, kwa sababu kuko watu wengi hawajui ndio yeye ni vila aliona kila mtu anakuaka na gisi alipokea kitu, na kila mtu anakuwa na gisi anatumikisha kitu. Lakini kiukweli bunga yetu ya bui inakuaka mzuri sana, iko bien embale kwanza. Kitu kingine iko propre, kitu kingine uh, tunaambiaka batu ikiwezekana, uikutumie kama chakula pale ya kukunywa chai kufanya nini, unakuwa unapatia watoto yako uji tu nyumbani watoto wanakuwa na afya nzuri. Kuwa mama nao, ambao wanakuwa na tatizo ya kusema uh, mtu anenepi uh, niko na lazima ya kukuwa hivi, niko na lazima ya hivi, na wewe tunakuambia tu mama yetu uh, kupitia Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako unaweza pata bunga ya bui ya mzuri sana, na mwile bunga ya bui tukuata na biskuti tuko na bunga unaweza ikunywa bui na tuko na biskuti unaweza kula sa biskuti ya kinyoti kwa mbunga. Uh, bunga yetu ya bui ni hii, package yetu ni hii, njo bunga yetu ya bui unaona. Kabisa, hii ni bunga ya bui, ipake moja tunauzisha 6000 francs. Unaona kama ni pake bunga laini kabisa, utafikiri kama ni farine, lakini ukikunywa kwa uji njota utajua ni nini. Tuko hata na biskuti nayo ni hii hapa, hii tayari ishakuwa kama biskwi, ishatengenezewa kama biskwi, nayo ni nzuri sana, inasaidia kwa afya ya watu. Ndawakumbusha tu, ilikuwa kaka Habat Bing kutoka kwenye Maison Cosmetique uzuri wako ndiyo heshima kwako. Nawapenda sana, Mungu awabariki.